Ninakumbuka kisa chake Petro, ariahidi kutomkana Yesu, ira wakati ulipowadia, alimkana mara tatu. Ninakumbuka kisa chake Petro, ariahidi kutomkana Yesu, ira wakati uripowadia arimkana mara tatu. Wanadamu, wanadamu, wanadamu, tunakosea tunamkana Mungu wetu majaribu yatujiapo, tunaungana na dunia kwa kutenda dhambi za dunia. Ninakumbuka nilipobatizwa niliahidi kutomkana Bwana, ila nilipo songwa na dunia nilimkana Bwana wangu. Ninakumbuka nilipobatizwa ila ni ripo wana ya dunia nilimkana Bwana wangu, wanadamu. Wanadamu, ah, wanadamu tunakosea tunamkana Mungu, Mungu wetu. Majaribu, majaribu yatujiapo, tunaungana na dunia kwa kutenda dhambi za dunia. Ninashangazwa na pendo wa Yesu, aliangikwa kutuokoa damu yake, dam yake Yesu Mwokozi inasafisha dhambi zote, wanadamu, tusikose, wanadamu, kwa kujitegemea wenyewe, wenyewe hatima yetu, hatima yetu ni uangamivu. Wanadamu, wanadamu, wanadamu, tusikose, kwa kujitegemea wenyewe, mwisho wake ni uangamivu.